alipokutana na Mungu wa Israeli akaambia kukubariki nitakubariki. Kwa nini tunakuja kanisani? Tunakuja kukubariki. Kwa nini tunakuja kubeba mchungaji? Tunakuja kwa sababu ya baraka. Kwa maana kwamba ukipata baraka za nyumba ya Bwana, ukapata baraka za wazazi. Naomba nikwambie, dunia ni ndogo sana. Kwa hiyo dhambi ni mbaya katika maisha ya mwanadamu. Nikwambie dhambi saba. Kwa nini nimesema dhambi saba? Kwa sababu dhambi nyingine zote zinatoka na hizo saba, ndiyo mizoga kwa ndakosema wakuu, wafalme, watawala, mapepo ambaye wanatafuta watu wenye vitu hivyo: kiburi, wivu, chuki, hasira, uzembe hiyo naomba nikwambie hata nikueke mikono kutoka na malaika nikamshusha malaika mbinguni pokea pokea pokea ash ttembeeauy akatoka hapo mtu a kitu i madudu yale eaa wae kutembea na kitabu cha Mathayo kumi na moja kumi na mbili tangu enzi ya Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu leo natamani upate nguvu ya kungania katika jina la Yesu, nguvu ya kubadilisha yale ambayo nasema amekuwa kwa muda mrefu yakikutesa. Sasa basi, nilikuwa na mtoto wangu juzi, anaumwa vidonda, anaumwa tumbo, hapo alilenki pima hospitali kote, hakuna kipiadesa. Mwanangu sikiliza, ambayo leokusema, sasa basi, siogope mgonjwa, siogope maradhi, sitishiki. Akaitaka ile neno, kila nikimuliza vipi, uko anatembea nama vipi? uko mzima? sasa basi, haleluya. Baada ya siku tatu jamaa kamwachia. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea watu wa jeuri, watu wa bishi, imetosha ukizuba zubanaaikmaisha nakwenda mpaka uzeni leo nimetoka nime nime toka Mbeya, nikapita Iringa, nakutana mzee mmoja, ni mzee wangu wa siku nyingi kuwa nimesafiri kwenda nje. Nilipokuwa kule, yule mzee simu, yule mzee nipigia simu Nahitaji kukuona. Nikapata nafasi ya kwenda Mbeya jana. Kwa nilipokuwa na geuza asubuhi nikapita nyumbani kwake. Ni mzee wa miaka tisini na sita. Akaniambia sasa umekuja kufanya nini kwangu? Nikamwambia baba, nimekuja kupata neema ya maisha marefu. Nahitaji nione tisini na sita na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyota zinangaa kidogo. Kuna nyota zinangaa kidogo. Kuna nyota zinangaa sana. Umeshaangalia? Bwana Yesu asifiwe. Kama umekaa chini ukaangalia nyota juu, kuna nyingine zinangaa sana, nyingine zinangaa kidogo, nyingine zina mkao ambao hauonekani kabisa. Nyingine mpaka uchungulie ndio unakuja kuiona. Maisha ya mwanadamu hapo tulipo kila mtu ana kipao tofauti. Ndio maana ukiona mchungaji ambaye mgonjwa kila siku, lazima magonjwa aishi kwako. Ukiona mchungaji ambaye anabangaiza kila siku, lazima magonjwa. Lazima mtu unayemfuata, mtu lazima lazima, unayetembea naye lazima utakopi.

kupanga maisha upya. Kwa sababu najua kama Yesu atakuwa hajarudi nitafika miaka mia. Sasa itakuwa aje Nitani unaenda kumwangalia huku chini, ameoza, watoto wameshinda kumhudumia, hakuna msaada wote, mambo magumu kwa wakati. Unafika miaka 60 70, utakuwaje? Lazima ujipange, kama Yesu ajarudi lazima ukae sawa, ujiulize, nitafanyaje? Nikutana na mwanamke akaniambia, sasa nahitaji kuwa na watoto wengi sana, nimekuja kumbe kuna watoto wanaweza kunisaidia. Akaniambia kwa nini, akasema yeye unachoe kuzuia watoto sio nzuri, wanaweza kuwa na ugumu kuwalea sasa hivi lakini kama kuuza vitumbua nitauza. Kama kuuza mandazi nitauza. Kama tatia iliki na mdarasini kwenye chai ili kwa watu waje kwenye duka langu nitafanya hivyo ili nielewe watoto wangu. Sitaogopa kulala usiku na mchana. Nikamwambia mama, nimekuelewa. Sasa kicha na kuomba Mungu pia. ili wateja wa Mungu aendelee kuongeza. Akasema tuende kula pamoja na nitafanikiwa. Ninaongea kuhusu hili. Ninaongea habari za roho inaitwa kusembe. Ikatae kwa nguvu zako zote. Vinginevyo hakuna kugeuka. Kitu wazungu walituloga walipokuwa tete chini, wanasema hivi, wazungu walitupa neno la Mungu ni vizuri sana lakini wakatunyanganya akili zetu. Walitupa neno la Mungu lakini wakaondoa akili zetu kwa ukichanganya mambo, ukristo unaweza kutumika ya maskini walia juu sana. Swala sio kokoko keke ko, keke ke, ke, gaga. Swala ni kuchapa kazi na kumtegemea Mungu katika kazi, ndo kitu kikubwa. Asikudanganye mtu maigizo ambao tunaweza kufanya lazima ifike tu kutembea na Mungu kwa ajili ya kufanya jambo kubwa katika maisha yako, vinginevyo maisha yako mako kupita kiasi, sio na leo. Ninaongea mare za Sa, sasa basi yatosha, sasa basi yatosha. Tunapoenda kuomba natamani we na hasira, kila neno unatamka likiwa na nguvu, kila neno unasema likiwa na mamlaka, na tunapoingia katika hatua ya kuomba sasa, ninatamani tu imbe wimbo mmoja tena, ili uchue kwamba kuna malipo baada ya kufanya kazi ya usiku. Ninaomba utulie ili uweze kumwomba Mungu vizuri. Natamani maombi ya saa hii yamebe kwa moto tofauti. Amua leo kupiga maombi moja, kuyapiga kama kutoa jasho, katoe kama ni vita kapigana. Kazi yangu ikisha, tusimame.